Utahosti fainali andheni chani itafanyaje? itafanyika pale. mm -hmm. Sawa so, wataalamu wamekuja Mkapa wanaona uwanja huko sawa so, mm -hmm. mimi mm -hmm. binafsi kwenye hili nao walaumu zaidi ni wahusika na masuala ya uwanja mm -hmm ileo tunaelekea mwaka wa pili mm, bajeti ilitoka sijui bilioni 30, kwamba uwanja wa Mkapa unafanywa marekebisho mm, tunaelekea mwaka wa pili lakini mm. kila, kila siku nasikia kiongozi huyu anatoka sijui mm, vitu vimewekwa kina, kila kinachofanyika mm, lazima watu watoto waje kuzungumza hichi kimefanyika hichi kimefanyika yangekuwa madaraja au ndege zimepata shida, wangekuwa natoka kuzungumza hivi hmm. Hakuna kinachofanyika guys, uwanja bado una changamoto. Well, binafsi nikikuuliza kama mdau wa soka hmm. ungetamani kuona kilichotokea kwenye mechi ya Simba na masi Ki, ukione kabisa kwa Mkapa siku ya fainali, kombe linakabidhiwa, wageni wametoka sehemu mbalimbali, unaona yale matope, ungetamani kuona kile kitu? Je, unafikiri mechi inafanyika kwenye mazingira kama yale, Soka la Afrika litakuwa linatafsiriwa vipi huko nje? Europe wanakuona, wanaona uwanja matope kabisa, tunatafsiriwa vipi? Hii ni baada ya uchunguzi, watu wamejiridhisha kwamba huu uwanja bado hauko tayari. Tunajiroga wenyewe wa Tanzania, tukubali kwamba bwana, huu uwanja unatakiwa kufanywa marekebisho, sio maneno kwamba tumefanya hichi tumefanya hiki. Uwanja ukamilike kwa asilimia mia moja. And then ipelekeni taarifa kafu kwamba uwanja uko tayari, waje watu wapime waone uwanja uko tayari. Kafu nafikiri wanaiana hawanaiana, wanawafungulia so to me, changamoto ni sisi wa Tanzania. mimi hata kafu sitaki kuwalaumu leo mm -hmm. aasiui propaganda sijui nini, lakini kimsingi ni sisi wenyewe Watanzania hatujaamua hili jambo ulifanya kwa uhakika, na guys, tukiendelea na huu mzaa hata chani yenyewe itatushinda. Nimeona video ya mheshimiwa Msigwa, lakini mi niseme kitu kimoja so, mimi ni mtu ambaye natoa maoni kama Mtanzania, kama mtu ambaye anapenda naenda hmm. Walioidhinisha taarifa kwamba uwanja hauko tayari ni wataalamu wa KAFU wa kimataifa, wataalamu wa KAFU wa kimataifa ndo wamesema uwanja hauko tayari taswai KAFU wamepeleka mechi Zanzibar. Sasa tumsikilize nani? Tumwache nani? Yaani, ni, ni swali dogo hapa tujiulize, tumsikilize nani? tumwache nani. Mm. Na hili jambo limekuwa linatokea mara kwa mara, watu wanasema uwanja huko tayari, kafu wanasema na chani inasogezwa hadi mbele. Mm. Ina maana kulikuwa kuna siasa ndani yake mpaka chani isogezwe mbele, watu wamekuja wamepima wamegundua kitu hakiko sawa. Ni kweli, tumerudi baada ya hapo tumefanya marekebisho watu wamerudi wamepima, bado wanaona ngoma bado. Kwa hiyo ni sisi tu kukaa chini kufanya marekebisho yanayoeleweka. Tunajiroga wenyewe Watanzania. Taarifa imeanza kutoka jana, wewe Berkane umeona wamepost ile Berkane wamepost ile taarifa kuja TFF tarehe kumi na nne jana. Ina maana wameanza kuarifiwa TFF na Simba tarehe kumi na nne taarifa tumetoka. Berkane wamepost leo. Sasa nani kawaitoa taarifa? Wenzetu wameianika, sisi wakwetu wameificha. TFF hii taarifa walitakiwa kuitoa mapema kufahamisha umma timu zinavyofungiwa, kwamba hazijamaliza madeni. Tumekuwa tunasikia Tabora wanafungiwa, sijui Pamba wanafungiwa, sijui Yanga wanafungiwa, sijui timu gani inafungiwa. Taarifa ukiamka saa kumi na mbili asubuhi unakutana nayo timu fulani imefungiwa. Umeona? Iko wapi press release ya TFF kuwafahamisha umma kwamba huu uwanja tumeambiwa na kafu kwamba mechi inapelekwa Zanzibar? Iko wapi? Wenzetu wametoa taarifa, sa tumewapa taarifa jana, toka tarehe kumi amtaki kutoa ne amtaki kutoa taarifa. Berkane wana taarifa, wamepost binafsi. Mimi nianze na ile swali la mwisho, mamlaka zinazosimamia mpira wa miguu na michezo yote nchini tunatakiwa kuwa kuna kona hazifai. Tunahitaji kukuza mpira wetu, tunahitaji kupeleka mpira wetu next level. Si tujaribu kunyoka? Tayari mpira wa Tanzania umefahamika, watu wanatupa mashindano makubwa wa watu wanatupa chale, watu wa pafcon umeona, tunapata nafasi ya post finali. Ndo kama hivi tulipata nafasi ya post mashindano makubwa yale, African League sijui ilikuwa mm -hmm. mechi ya kwanza imefanyika hapa Simba na Al Ahly mm -hmm. tusijiangushe kama ni ishu ya kurekebisha uwanja turekebishe, kwa sababu bajeti ipo. Tufanye vitu yani ambavyo vimenyoka on time. Umeona, kama ni ishu labda ya kufanya hichi, tukifanya on time. Mamlaka TFF, kama ni taarifa, toweni kwa wakati, simamieni kanuni, kila kitu, tupeleke mpira wetu mbele, tuache ongorongo ongorongo ongo, zinaturudisha sana nyuma. Mi nakwambia ukweli, ndio vitu ambavyo vinaturudisha sana nyuma sisi kama Watanzania. Kingine binafsi mimi nikirudi kwenye uhalisia nisingetamani Simba wacheze ni. Kwa sababu Mkapa always ni jiana kwa wapinzani. Wapinzani wanajua Mkapa ni, ni sehemu ambapo utaenda kuangamia lakini pia ni sehemu ambayo ingeweza kuwafanya Simba wa generate pesa mm. umeona mm. so, wakiingia mashabiki Simba wanapata kipato cha kutosha mm. no, kitendo cha kutoka kwenye uwanja wa watu elfu sitini na kupeleka watu elfu kumi na tano means umekosa ile fan base, kwa maana ya atmosphere ambayo ingeweza kukusapoti nje ya uwanja mm. umekosa pia pesa, sio kama unanielewa, umekosa pesa. New Amaan Complex ni uwanja mzuri, una pichi nzuri, lakini Simba wangekuwa na advantage zaidi wangecheza Mkapa Stadium kwa sababu pichi yenyewe ya Mkapa ni kubwa. Simba wanahitaji upana, akina Kibwa wapate nafasi, akina Panzu wakimbie, watu wa create nafasi, wasiko wa magoli mm. lakini pia unahitaji kuwa na watu elfu sitini ambao wanakushangilia muda wote. kwa kitendo cha kukutoa huko wanakupeleka nyua Amani, ni kweli uwanja ni mzuri, lakini kuna vitu unakuwa unavikosa. nani wa kufungwa mpaka kengele uwanja bado haujakamilika kwa mujibu wa taarifa ya kafu mm. wataalamu wamekuja wamepima, kuna vitu haviko sawa mm. nani anahusika mm. nadhani watanzania majibu wanayo. Teknikali, simba wajiandae. Simba ni timu kubwa, simba ni timu nzuri, wana wachezaji wengi wazuri. Simba wanatakiwa kukaza kiume, ubaya ubwera Nenda wewe, weka plani nzuri na Berkane, pata matokeo ambayo unaweza kuja kuyamanage nyumbani. Yes, mechi ni ngumu, nenda kule ka defend, chagua moment za kushambulia kwenye counter attack au nini, kama ni mipira ya kutengwa set play, kona na nini, tumia nafasi zako vizuri, pata matokeo mazuri, njoo nyumbani Zanzibar, cheza mechi yako kwa plani, chukua ubingwa. Chochote kinaweza kufanyika chini ya hii jua kama umejiandaa hizi mambo za uwanja sijui nini. Yes, ni habari mbaya, lakini zisiwatoe mchezoni. Wapambane, watengeneze historia kwenye mpira wa Tanzania na Afrika bwana. Kwa ufupi sana, sakata la kocha mpya ndani ya ndaniya kikosi cha Dar es Salaam Africans bwana, kwa ufupi ni kwamba Yanga wako kwenye mazungumzo na Roland Mkwena mpaka juzi. Taarifa nilizokuwa nazo, alikuwa anaongoza pale juu kwenye listi ya makocha anaohitajika. Ibenge amekatwa lakini kocha wa Orlando Pirates tunajua mm -hmm. alikuwa anahitajika na Yanga, tayari ameenda kwa wenye pesa zao mm -hmm. Mona, kwa hiyo Mokwena ndo mtu ambaye yuko kwenye mazungumzo na Yanga mm anything can happen -hmm. Muda wowote nadhani mtaona na posti taarifa nini tunajua mm -hmm. udukuzi udukuzi mtaona tu kinachoendelea.